Mnaimba vizuri watoto. Sasa keti chini, nataka kukusimulia hadithi. Hadithi hii ni kuhusu msichana aitwaye Ghati, ambaye alikuwa akiishi kwenye kijiji kimoja kidogo pamoja na mama yake, baba na kaka zake wawili. Siku moja watu walianza kusema kwamba ni wakati wa wasichana wadogo katika kijiji kukeketwa. Ghati alisikia kuhusu ukeketaji wa wasichana katika kikundi chao cha wasichana. Aliambiwa kuwa sehemu ya siri ya mwili wa msichana hukatwa, huvutwa na hata wakati mwingine kushonwa. Aliambiwa kuwa ukeketaji unasababisha maumivu makali sana, na wengine wamepoteza maisha kutokana na kufanyiwa kitendo hicho. Aliogopa sana na akaamua kukimbilia kwa shangazi yake ambaye anaishi kijiji kingine. Alfajiri na mapema, Ghati alitoka nje ya nyumba yao na kuanza safari yake. Alitumia dakika moja kukitazama kijiji chao na kuanza kukimbia. Ghati alikimbia na kukimbia, oh, alichoka sana na alikuwa na njaa kali sana. Ghafla alisikia sauti nyuma yake. Ghati alipiga kelele, ai, ni mimi Rhobi. Alikuwa ni rafiki yake kutoka kijijini. Rhobi alisema pia na yeye alikuwa anakimbia ukeketaji. Ghati alimwambia rafiki yake kuwa alikuwa anakwenda kupata msaada kwa shangazi yake. Ghati, unafanya nini hapa? Shangazi, tunaweza kuishi na wewe hapa? Tumetoroka nyumbani. Kwa nini ninyi mmetoroka? Sisi tumekimbia kwa sababu tunaogopa kukeketwa. Bila shaka mnaweza kukaa, karibuni ndani, karibuni ndani. Asubuhi watu wawili walifika nyumbani kwa shangazi yake. Alikuwa ni baba yake Ghati na kaka Rhobi. Umewaona Ghati na Rhobi? waliuliza. Ndiyo, wako hapa salama salmini, shangazi alisema. Tumekasirishwa sana na kitendo chao cha kutoroka. Sasa naomba unisikilize kidogo, kaka. Tazama wasichana hao walivyo na hofu, hawataki kabisa kukeketwa. Baba, si unataka mimi niwe na afya na furaha? Tafadhali naomba usikubali nikeketwe. Ni nini sababu hasa ya kufanyia wasichana hawa ukeketaji? Hakuna sababu ya kufanya hivi. Napenda kukwambia kwamba katika kijiji changu hatukeketi tena wasichana, kwa sababu tulijifunza haki za watoto na madhara ya ukeketaji kiafya. "Twende pamoja basi, dada," alisema baba yake Ghati. "Twende kijijini kwetu pamoja na wazee wa kijiji, na waeleze watu wote kuwa tunatakiwa kuacha kuwakeketa watoto wetu wa kike. Labda watakusikiliza wewe." Oh, ungeona mama zao walivyoruka kwa furaha walipowaona watoto wao wa kike wakirudi salama. Huu si mwisho wa hadithi. Yule shangazi jasiri alizungumza na watu wa kijiji cha akina Ghati na Rhobi jinsi mambo yalivyobadilika kijijini kwao, na sasa wasichana hawana mateso tena. Hivyo hakuna ukeketaji wa wasichana tena katika kijiji chetu. Je, hii hadithi ni ya kweli bibi? Ndiyo. naomba niwatambulishe kwenu Ghati na Rhobi. Leo Ghati ni mwalimu na Rhobi ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Wamesafiri pamoja katika nchi hii kuwaambia watu hadithi zao na jinsi ukeketaji wa wasichana katika kijiji chao ulivyotokomezwa kabisa.